Aynaikwa Mwesiga, afisa mtendaji wa kijiji cha Nyakanazi, katika eneo ambalo tuko hapa, kwa wala ambao nyeongeli wa lakini, pia haidi afisa mtendaji wa kata ya Lusahunga. Karibuni kwenye semina yetu kama mlivyopokea mwaliko. Kwa hiyo wageni wetu wameshawadia, lakini naendelea kuona na nyinyi naendelea kufika. Kwa hiyo karibuni sana. Mimi kwa majina naitwa Musa Mashaka, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Nyakanazi. Wageni karibu sana, mkuu wa msafara karibu. Hawa ndio wafanyabiashara wetu, jamaa wetu wako tayari kusikia

kuwaeleza na mtaona faida yake na ina mengani, unaweza kuwekeza katika eneo hili. Baada ya kusema hayo, basi tuwakamilishe wenzangu, tara kwangu ulio nao, na mmoja mmoja atajieleza kwa ukupi, yupo hapa na ataweza voleuna msta, anaitwa Shabani Shabani. Mimi ni Ben afisa wa benki ambaye anashughulikia au anawezesha na shimikia, wazish, na landa huduma huduma ndogo ya fedha kampuni ya huduma ndogo ya fedha au microfinance service ambayo ziko chini ya daraja la pili, lakini pia kuna mwingine benki kuu inadirisha ina na kusikiliza malalamiko yanayotokana na huduma za kifedha. Kwa hiyo kama utakuwa umepata changamoto yote katika mabenki ya biashara au aaii taasisi ndogo za kopeshaji. Kwa hiyo leo utapata elimu na magari unaweza kuwasilisha malalamiko Benki Kuu na na magari malalamiko yako yanaweza yakawa ya, lakini vilizakuwasilisha so Benki Kuu na kuzingatia. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine tutapishana katika maeneo kama haya sana sana kwa majina anaitwa aausilen Badari, natokea Benki Kuu tawi la Mwanza, kitengo cha huduma za kilengi. Tutakuwa wote kwenye alama za kiusalama zilizopatikana katika noti zetu, ili tuweze kutofautisha noti bandia na noti halali. Vile vile tutafundisha njia bora ya sukuu pesa

Ijue benki kuu ya nchi yako, ujue mambo inayoyafanya ijue Benki Kuu ya Tanzania ipo kwa ajili ya maendeleo ya nchi yako. Benki kuu ni msimamizi cool wa mabenki na taasisi za fedha nchini na maduka ya kuuza